Kutoka Bungoma turejelee maswala ya jamhuri ya masikukuu ya jamhuri. Rais Uhuru Kenyatta amewataka wanahabari kuwa makini wakati wa kuandika taarifa zao ili kudumisha umoja wa Wakenya na kukwepa mgawanyiko. Pia amewataka wapinzani kuwa makini wakati wa kutekeleza majukumu yao, kuona kwamba hawalegezi juhudi za serikali kuhudumia wananchi kwa njia inayofaa. Ni kuambua anaripoti. Wananchi walipofurika katika ukumbi wa Nyayo walitarajia rais kuangazia mambo kadha wa kadha, likiwemo suala la ufisadi ambalo bila shaka lilimiliki hotuba yake. Suala hili likiwa katika siku chache zilizopita limemiliki gumzo mtaani, lakini rais Kenyatta akawa mwepesi wa kuwaomba Wakenya kuwa watulivu na badala yake kuangazia upande mwema wa taifa hili tukufu. Challenges remain. But if we cannot... Rais Kenyatta aliangazia sana umoja wa Kenya akiwataka wanasiasa kukoma siasa duni na badala yake kuangazia ujenzi wa taifa. Pia amewataka wanahabari kuangazia sana sheria na umoja katika uandishi wao, akiwataka kukwepa lolote litakalotenganisha Wakenya. Tusiharibu nchi yetu kwa sababu ya chuki, atisipendi siasa za mtu fulani Hapana, sisi zote tuko na jukumu ya kulinda nchi yetu, tuko na jukumu ya kuuza jina la nchi yetu. Viongozi wa upinzani wamepokea changamoto kutoka kwa rais, kuwa kila mmoja awe makini wakati wa kutekeleza majukumu ya upinzani, kwani uongozi unaweza kuelekea upande wowote wakati wowote aondokapo mamlakani. Wito hapa ni kwa kila mmoja kutekeleza majukumu kwa kuzingatia umoja wa uo. Wakenya wote tuweke nguvu wengine ya kuleta umoja ya kuweka Wakenya pamoja ya kushirikiana ndiyo tujenge taifa letu, na tuwe na taifa ambalo kila Mkenya pahali popote atafurahia na atajivunia. Aidha, rais ameahidi kuwa serikali yake ipo tayari kuwapiga kiboko wote wanaohusika na vitendo vya ufisadi kwa nia ya kusafisha taifa la Kenya kwenye macho ya ulimwengu. Nicolas Mboa, KTN, leo weekendi,